Yep. Sasa kama ulikuwa unataka kujua maana halisi ya ETF na namna inavyofanya kazi, hii video ya kwako, na hii video usi usipange kabisa kuikosa, kwa sababu hii video itakuelezea namna, maana halisi ya ETF, na vile ambavyo ETF inafanya kazi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu najua uh, watu wengi wamekuwa wapya ama wageni katika uwekezaji wa ETF na naona DM maswali ni mengi, kwamba ETF inafanyaje, nataka kununua ETF ikoje, nichambue vipi, labda imekaaje uwekezaji wake. Sasa kwa lugha nyepesi kabisa, hii video nimefanya kwa ajili yenu wale ambao wote mmeniuliza maswali kuhusiana na ETF, ili muweze kujua utendaji wake na maana nzima ya ETF. Pale ambapo utaenda kununua, basi iwe nyepesi kwako kuelewa na kujua umenunua kitu gani. Sasa kwa lugha nyepesi kabisa, ETF ni nini? ETF Uh, kwa, kwa kuisema labda kwenye mfano ni kama kapu moja ambalo ndani yake limejumuisha makampuni mengi mm? au mfuko wa uwekezaji ambao huu unakuta ndani mle kuna makampuni moja, mbili, tatu, nne, tano hata kumi ama ishirini ama hamsini, inategemeana uh, na weledi wa yule meneja wa ule mfuko. Kwa hiyo badala ya wewe kwenda sokoni kwenda kununua kampuni moja moja kampuni kumi labda zinazofanya vizuri uh, kwa upande wa DSE, badala ya wewe kwenda sokoni kununua makampuni kumi yote yanayofanya vizuri, uta, uta, utanunua ETF ambayo inamiliki ndani yake sasa, kuna yale makampuni kumi bora ndani ya DSE. Inaweza ikawa kumi upande wa capital gain, inaweza ikawa kumi upande wa market cap kwa maana ya market capitalization ule mtaji wa kampuni, lakini inaweza ikawa makampuni kumi yanayolipa gawio nzuri sokoni. Kila moja inategemeana na namna walivyo structure ule mfuko wao ama ile ETF yao. Kwa ETF inaweza ikawa imebalansiwa kwa namna ambayo wale watu wameona kwamba inafaa, kwa mfano inafa. tukiongelea uh, ETF ya, ya, ya, ya Vitex, uh, Vitex International Security, kwa maana VIS ETF pale wanamiliki makampuni matano ambayo makampuni hayo matano wanayomiliki, kuna CRDB, kuna NMB, uh, kuna Nicol, kuna Afriprice, lakini pia kuna DC. Kwao ukinunua hisa uh, moja ya ETF tayari umenunua umiliki wa haya makampuni matano, badala ya wewe kutoka na hela yako ukaenda kununua CRDB, ukanunua NMB, uka ukanunua uh, DSE, ukanunua Nico, ukanunua Afriprice. Unakuwa umegawanya sana ule uwekezaji wako. Na pengine wakati mwingine ile hela yako isitoshe. Let's say una shilingi elfu hamsini. Kwa shilingi elfu hamsini huwezi kwenda kuigawa sehemu tano kuwekeza kwa sababu tunajua kwa mfano hisa za NMB tu yenyewe hisa moja ni shilingi 1800. Ili upate hisa kumi ambayo ndo minimum unaweza kununua ni kuanzia shilingi elfu themanini ukiweka na fees inaenda kwenye themanini na tano kule. Kwa hiyo badala ya wewe kwenda kununua uh, NMB kivyake, CRDB kivyake CRDB kivyake, uh, DSE kivyake, NICOL pamoja na Afriprise kivyake, unaenda kununua kapu ambalo tayari lile kapu hizo hisa zote zipo ndani. Pale utapata advantage nyingi, lakini moja wapo kubwa ni hata upande wa fees. Zile gharama utakazolipa kwa maana ya fees itakuwa ndogo kwa sababu hisa moja tofauti na ungenunua hisa tano, lakini pia gharama utakayotumia, unaweza kununua kidogo kidogo. Kwa mfano una shilingi elfu hamsini leo, hisa moja ya ya ya VTEX uh ETF ni shilingi mia tatu mia tatu hamsini nafikiri mia tatu sitini Kwa hiyo unaweza kununua hata kwa shilingi elfu kumi hata kwa shilingi elfu tano unaweza kupata za kununua, lakini ukiwa na shilingi elfu tano huwezi kwenda kununua NMB, huwezi kwenda kununua CRDB, huwezi kwenda kununua BSE. Kwa hiyo tunaona advantage moja wapo ya kununua uwekezaji wa, wa, wa, wa ETF kwa maana kununua lile kapu ambalo ndani ya lile kapu kuna makampuni ambayo yamechambuliwa na kwa weledi wa meneja wa mfuko ameona yanafanya vizuri. Kwa hiyo ndo maana wao wamewekeza pale. Nitakupa mfano mwingine. Ukitaka kuelewa vizuri angalia kwa mfano kwa wale ambao wako mjini, najua asilimia kubwa ya watu wako mjini. Kuna wale wafanyabiashara ambao wanauza matunda, unakuta wamekatakata kwenye kisahani kile, eh unachukua kisahani chako kile, kisahani pale utakuta kuna ndizi sio? Eh, kuna, kuna tikiti maji, kuna chungwa, kuna tango uh, kuna vipisi vile vitatu pale vya zabibu. Ambao unavipata vile kale kasani, kanauzwa shilingi elfu moja. Kwa kwa elfu moja yako, unakuwa umekula aina karibu tano sita za matunda pale vale tofauti na kwamba ile elfu moja uwezi ukaenda ukanunua litikiti lizima ukanunua sijui mnanasi wote ukaenda ukanunua lindizi ukanunua sijui mua sijui kitu gani, hauwezi. Lakini kwa kupitia ule mchanganyiko pale, elfu moja, tu, anakuwa amekuchanganyia pale variety zote. Mm? Na wale jamaa wale jamaa sijui wanakuaga na nini ila wako smart sana mimi nilikuwa napenda sana ile kitu, lakini yule bwana kila ukifika, yani kuna lile tunda ambalo ulipendi, yani lile tunda ambalo mimi nilikuwa silipendi ndio nakuta limejaa. Na, na vile mimi nalalamika, naona na mwenzangu naye analalamika, mbona ah, wewe bwana, mbona unijazia matango? Unaona, kwa hiyo ile sahani sasa ione kama vile ndio ETF. Kwa hiyo kwa shilingi elfu moja unakula nanasi, unakula sui fenesi, unakula tikiti maji, unakula ndizi, unakula kiwi, unakula kazabibu pale kidogo. Bas, unakuwa umepata matunda yote kwa shilingi elfu moja. Tofauti na kwamba ungeenda sokoni kwa shilingi yako elfu moja si ajabu ungepata matunda aina mbili aina tatu na kuna ambayo usingeyapata kabisa, kwa sababu kuna tunda ambalo huwezi kulinunua kwa shilingi kwa shilingi elfu moja. Kama ukilipata utapata moja tu alafu basi, kwa hiyo utakuwa haya mengine yote umekosa. Kwa hiyo ETF ni kama sasa kale kasani kwamba kamejumuisha vipande vidogo vidogo vya kila aina ya uwekezaji. Kwa hiyo kwa upande wa, wa wa, Vetex imewekeza kwenye kampuni hizo ambazo nimesema ni tano kwa ndani ya zile kampuni tano, kama malengo yako ni kumiliki hizi kampuni tano ama ni kumiliki uh, kufanya kununua kampuni ambazo zitakupa ile growth ya muda mrefu lakini iwe slow lakini ya uhakika, basi ETF ni sehemu sahihi sana kwa kukuwekeza, kwa sababu pale wamefanya diversification. Utaona vizuri vile ambavyo wame diversify ile portfolio yao, na ni ngumu sana ukute hizo kampuni zote zinafanya vibaya au zote uh, zinafanya vizuri. Unakuta kuna moja itakuwa inafanya vizuri, lakini nyingine zinafanya uh, moja inakuwa inafanya vibaya, lakini nyingine zinafanya vizuri, ama ziko average, ambayo tayari inakutengenezea wewe profit. Lakini kikubwa zaidi ni security. Kama wewe ni mtu ambaye hupendi riski, ni mtu ambaye unaona ukiweka hela yako sehemu moja, unalala usiku unakosa usingizi. Niliona juzi kipindi cha cha cha uchaguzi, mambo yalivyochanganya. Kama unaona hela zako ukiweka sehemu moja kidogo inakupa pressure, unakosa usingizi usiku, ETF ni sehemu sahihi sana kwako wewe kuwekeza kwa sababu inakupa ule uhakika wa ukuaji. Sasa tutoke kwenye maana nzima ya ETF na nikueleze kidogo jinsi ambavyo ETF inafanya kazi. Watu wengi wamekuwa wana maswali sana kwenye hii ETF kwamba inafanyaje kazi, uh, price yake ina, inakuaje na nini na nini na vitu ambavyo vinahusiana na hiyo. Sasa, kwenye kuhusiana na price, hapa nitaomba unisikilize kwa makini kidogo kwa sababu kuna kwenda na kurudi ambako usipokuwa makini unaweza kupotea njiani, na ningependa kila mmoja aweze kuelewa, ili mkiambiwa ETF muelewe utendaji wake ni tofauti kidogo na hisa. Kwenye upande wa wa bei, kuna kitu kinaitwa creation and redemption kwenye upande wa ETF. Sasa creation and redemption ni kitu ambacho kinasimamiwa ama kinafanywa na mtu ambaye anaitwa authorized partner. Huyu kwa kifupi anaitwa AP lakini ni authorized partners ambaye mara nyingi wanakuwa ni institution ambazo ni kubwa. Inaweza ikawa ni benki, inaweza ikawa ni financial institution, inaweza ikawa ni broker mwenyewe. Anakuwa anafanya kazi gani huyu bwana? Kazi yake kubwa ama hili kampuni, kazi yake kubwa ni kuangalia bei ya ETF pamoja na thamani ya ETF. Bei ya ETF na thamani ya ETF hazitakiwi kuwa hivi, kwa maana bei iko huku thamani iko huku, au thamani iko hapa bei iko hapa? Hapana, zinatakiwa ziwe angalau zinakaribiana. Sasa tutafanyaje zikaribiane, na wakati huo hizi hisa hatucontrol bei sisi, zipo sokoni na kama tunavyojua kitu kikiwa sokoni na maana public demand and supply ndio inayoamua bei ni ipi. Sasa hapa ndio wanaingia authorized participant authorized participant yeye anakuwa na list hmm? anakuwa na listi ya vile zile asset, kwa maana ya zile hisa ambao ETF ama fund manager wa ile ETF anakuwa na, ana, ana, ana, ana, anazimiliki in that case. Kwa case yetu ya, ya Vertex tunamtumia zaidi Vertex, kwa sababu ndio yeye peke yake yupo kwa sasa hivi, lakini kuna IPO nyingine ambayo nimeona ya iTrust imeanza jana nafikiri, itakuja sokoni uh, Januari Januari pale, lakini kwa sasa hivi tutachukulia mfano tu wa, wa Vertex ili iwe rahisi kueleweka. Sasa huyu authorized participant anachokifanya yeye tayari ana list ya zile kampuni ambazo huyu uh, manager wa Vertex, wa mfuko ule anakuwa nazo au anazimiliki kwenye ule mfuko wake, kwa hiyo anaangalia bei sokoni akiona bei kwa mfano leo bei ya ETF, ile share ya ETF iko shilingi 300 na lakini ukija kwenye thamani yake kwa maana ya, NAV ni shilingi 200 nadhani na 60 na 70 hapo. Kama hujui NAV ni nini, NAV ni net asset value, kwa maana ya thamani ya ule uwekezaji wote wa mfuko mzima ule wa ETF, wa ile cap ile thamani yake sio bilioni kumi, sio bilioni ngapi, ile thamani yake unaigawa kwa idadi ya vipande ama idadi ya hisa zote za ETF, ili nini? Ili tuweze kupata thamani ya hisa moja. Kwa hiyo tukigawanya hivyo hisa moja tunapata ni shilingi 260 na au 270 inacheza hapo. Sasa hapo ukiangalia na bei iliyoko sokoni leo, tunaona bei ni shilingi 350 360. Kwa hiyo bei iko juu lakini thamani ipo chini. Sasa ETF haitaki kuwa hivyo, inatakiwa bei angalau zikaribiane, sio lazima ziwe sawa, lakini angalau zikaribiane. Ikiwa juu isizidi asilimia kumi na tano na ikiwa chini isipungue asilimia kumi na tano kati ya bei na thamani iwe imeshabihiana kidogo. Sasa tunafanyaje kucontroli? Kucontroli, sasa anaingia authorized participant, authorized participant, uh, authorized participant anachokifanya sasa hapa sokoni, akishaangalia ameona bei ipo juu ya, ya hisa za ETF, akishaona bei ipo juu ya, ya, ya, ya ETF, thamani ipo chini, kwa hiyo hii bei natakiwa niilete chini kidogo, lakini thamani pia nipandishe kidogo. Kumbuka hilo ndo kazi yake, hilo ndo kazi yake ya msingi. Kwa hiyo anachokifanya pale, anaenda sokoni tayari ana listi kutoka kwa, kwa, kwa yule meneja wa ile ETF anaenda sokoni, ananunua, hanunui ETF, ananunua underlying asset za ile ETF. Kwa maana ni zipi? Kwa kesi ya leo tunaongelea ni CRDB, NMB, uh, DSE, Nicol pamoja na Afriprice. Kwa hiyo anaenda ananunua zile hisa zao. Akisha zinunua kwa thamani ambayo yeye ataona inafaa, anaweza kununua ile. Chukulie mfano, amenunua za milioni mia moja, ameshanunua zile za milioni mia moja, anakuja kwa meneja wa ETF, ambaye ni Vitex. Akifika pale anazo zile uh, hisa zake alizonunua za thamani ya milioni mia moja, anamkabidhi meneja wa mfuko au meneja wa ile ETF. Kwa maana hizi hapa kwa hiyo hapo oe inaofanywa hapo ni kitu kinaitwa. Kwa akisha mkabidhi zile, yule meneja anazichukua, anaverifi kila kitu kiko sawa. Baada ya pale hatoi hela huyu, uh, meneja wa ETF hatoi fedha, anachokifanya ana uh, shares. Kwa mfano ETF shares ameshaona thamani ya milioni mia moja anagawanya pale, naona thamani hii milioni mia moja nafaa ni muishu huyu AP, huyu participant ni muishu share mpya. Share mpya za kitu gani? Za ETF. Kwa ana anamuishu hisa mpya za ETF zenye thamani ya milioni mia moja. Wakati huo yeye anachukua ule uwekezaji ambao ameletewa wa zile underlying asset ambazo zilikuwa zenye thamani ya milioni mia moja, ambazo ndani yake kuna mchanganyiko wa wale makampuni ambayo yeye anayawekeza. Ni lazima anunue yale makampuni ambayo huyu meneja wa ETF anayahitaji ama anawekeza. Kwa hiyo anamletea zile hisa, huyu bwana anamuishu share mpya za ETF. Kwa hiyo Uh, authorized participant anaondoka akiwa na ashia zake zenye thamani ya shilingi milioni mia. Yule akitoka pale anaenda sokoni, hmm? Akifika sokoni sasa, kule anaenda anaziuza. Sasa anaziuza vipi? Anaziuza kupitia soko, kupitia DSE. kwa sababu tayari yeye anavyo anazo zile, zile hisa kwa hiyo anauza kawaida. Sasa akiziuza ndio unakuta akina Hilda, yuko sijui Tabora huko kanunua, mara sijui Rehema, yuko sijui Mtwara kanunua, Babu yupo Arusha naye kanunua. Kwa hiyo kwa kupitia hivo zinauzwa. Kumbuka sasa hapa tayari ameongeza supply. Ukiongeza supply, automatic umeongeza supply sokoni, price somehow ina inakuja chini kidogo price ikija chini na kule kwenye navu kumbuka, wakati alipeleka ile navu tayari imepandishwa, kwa sababu tayari umeongeza uh, asset. Unapoongeza asset tayari navu inapanda. Navu ikipanda, unaongeza pia supply upande wa wa, wa ETF za hisa za ETF za za za, za mfuko hmm. Kwa hiyo price inakuja chini kwa sababu supply imeongezeka kini pia NAV itapanda kwa sababu asset zimeongezeka. Kwa kwa kufanya hivyo, ilikuwa hivi price itakuja hapa, NAV itasogea hapa. Unaona kidogo zimekaribiana. Hicho ndio kinachotakiwa kufanyika na ndio kinachotakiwa kuwepo sokoni. Kwao ni rahisi sana. Na kama uh, value itakuwa juu alafu price iwe chini anafanya vice versa. Anauza huku ananunua huku. Umeona, ananunua huku kwenye, kwenye ambako price iko juu, anauza huku. Kwa hiyo unakuta zina zinakuja sehemu moja. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo ETF inafanya kazi kwenye uh, namna ya kucontrol ile bei yake isije ikakuchanganya, kwamba huyu authorized participant anafanyaje fanyaje? Hakuna muujiza anaofanya, hakuna devaluation anaofanya. Hiyo mechanism ndo inayotumika kucontrol price. Na haitumiki hivyo kwa Tanzania peke yake ama kwa Vetex peke yake. ETF zote duniani ndio mechanism ambayo inatumika ku control price na kuifanya NAV pamoja na price zisipishane sana. Ambaye anatakiwa kucheza sana hapa ni authorized participant na huyu ndio anapata faida sana kwa sababu katika kila muamala anaofanya yeye ana faida. Angalia kama sasa hivi value iko kwenye shilingi 200 na 250 na na kule lakini price iko mia tatu sitini ina maana yeye anapata huko kwa mia mbili sitini, mia mbili sabini ndo anachukulia kule alafu anakuja kutuuzia kwa hiyo 300 na sitini. Kwa hiyo price inaendelea ku drop, yeye anaendelea kuuza tu, lakini hawezi kupata hasara kwa sababu price haiwezi ku drop mpaka ije chini ya NAV. Kwa hiyo ataendelea kutengeneza faida pale mpaka pale ambako price itakuwa somehow inakaribiana pamoja na na value. Sasa ukijiuliza kwamba ETF ni sehemu nzuri kwa mwekezaji labda, au sio sehemu nzuri? Ni sehemu nzuri. uwekezaji wote ni nzuri, endapo utakuwa unaendana na malengo yako ya kuwekeza. Kama wewe ni mtu ambaye bado ni mgeni, ni mtu ambaye upendi heka heka, uwezi zile pressure. Kuna watu najua tarehe 29 kipindi cha uchaguzi hapa pressure zilikuwa kubwa, nilikuwa natafutwa bwana itakuaje benki imevunjwa ime sijui watu wameng'oa ATM. Pressure, mtu anaona kama dunia inaisha. Kama unaona wewe ni mtu wa aina hiyo, ETF ni sehemu nzuri sana kwako kuwekeza. Kama wewe ni mtu ambaye unaamini katika diversification, kwa maana ya kutawanya ule uwekezaji wako kwenye sehemu tofauti tofauti ndogo ndogo nyingi, na kushauri moja kwa moja uende, uende kwenye ETF. Na nilisema nitaongelea pia hii ya iTrust Uh, nimeiona, na nimeiona na nimeona kipande kimoja wanauza shilingi elfu moja na watu wengi wame, wame, wameipenda wame, na wanatamani kwenda kuiwekeza. Kwa hiyo nadhani maelezo ya namna ya kuiwekeza, namna ya kununua IPO, kila kitu zinapatikana kwenye website yao unaweza ukacheki. Uh, kwenye website yao hapo unaweza ukaona, lakini pia unaweza ukatafuta page yao kwa Instagram ama mitandao ya kijamii ukapata namba zao na wakakupa maelekezo ya namna gani ya kuwekeza ili na wewe uweze kununua IPO. Na ikija sokoni basi na wewe utakuwa ume, umekuja nayo sokoni, alafu tuone vile ambavyo, ambavyo ita perform. Lakini hiyo ndo namna ya ETF inafanya kazi na maelezo ambayo nimejaribu kuyafanya mafupi ili niweze kueleweka kwa, kwa wepesi kwa wewe ambaye unatamani kuanza uwekezaji wako katika maswala mazima ya ETF. Basi mimi niishie hapo ili nikuache na wewe uendelee na kazi na mimi niendelee na shughuli zangu za ujenzi wa taifa.